Yes, e bana, mambo vipi? Mambo vipi, guys? Napenda kushukuru tena yes, kwa kukutana tena leo katika sehemu yetu ya nane ya yes, simulizi zetu nzuri ya ndala za chuma. Tunaendelea pale pale tulipoishia, ambapo tulipata kuona historia fupi kuhusu Johnny ilikuwaje, na sasa tunaendelea hapo hapo Let's go. Mwaka 2013 Johnny alirejea nchini akapitishwa katika mafunzo maalum kwa miezi sita kabla ya kupewa kazi ya kuwa karibu zaidi na Jimmy na asijue karibu ukaribu huo ni wa sababu gani. Lakini kwa heshima ya taifa na kumpa faraja baba yake, alijiingiza katika wajibu huo bila hiari yoyote, akajitolea katika maisha yake yote kwa kuvaa uhusika usiokuwa wa kwake mpaka alipofanikiwa kuiteka imani ya Jimmy juu yake. Leo hii kazi yake ikiwa anakaribia kufika tamati, anajitokeza mtu tu kutoka pasipojulikana na kumharibia anataka kumsababishia anguko lingine katika maisha, anguko la mwinuko aliujenga kwa zaidi ya muongo na nusu. Hapana, Johni hakutaka kukubali, hakutaka jambo hilo liishe kwa urahisi namna hiyo. Alidhamiria kumfunza adabu huyo anayejiita ndala za chuma. Alikanyaga mafuta kwa nguvu, huku akiwa ameivaa dhamira ya kumteketeza mtu huyo. Alihisi kuwa mtu huyo alikuwa bado nyumbani kwa Jimi na ndiyo maana alimpigia hatimaye alifika, hakutaka kukawia. Gari lake aliliacha nje na kujichoma ndani. Baada ya muda alitoka, hakukuwa na mtu wala dalili yoyote ya kuwepo kitu zaidi ya hali aliyokuwa ameiacha awali. Akaitoa simu ya Jimi iliyokuwa katika mfuko mmoja wa suruali yake. Uso ulimjaa jasho na kufanya machozi yake yashike unyevu, alijifuta akaitafuta namba ile iliyokuwa ikimpigia na kujitambulisha kama Ndala za Chuma. Alitaka mpigie mtu huyo akasita. Ni kama alikuwa amepata wazo jipya. Akafungua vifungo viwili vya fulana aliyokuwa amevaa tangu asubuhi ya siku hiyo. Joto lilikuwa kali mwilini, ili hali upepo ulipuliza kwa fujo mahali hapo. Alitoa simu yake. Kuna mchezo alitaka kumfanyia huyo Ndala za Chuma wakati anaifungua hiyo simu yake alikutana na ujumbe. Akili yake ikamtuma aufungue kwanza, ausome kisha ndiyo aendelee na kuhitaji jumbani kabla ya saa sita usiku mtumaji alikuwa amemsevu kama Luten Tundura. Kulisoma tu jina hilo mikono ilimtetemeka na no usura zidondoshe simu alizokuwa amezikamata. Ni baba yake. Hakuna wito wa huyo mzee uliowahi kuwa waheri kwake. Swala la kuhitaji usiku wa siku hiyo hiyo kabla ya saa sita usiku lilimpa maswali mengi sana, hasa pale alipoliweka kwenye uzani na matukio yaliyotokea muda mchache uliokuwa umepita tayari. Ilishaitimu saa tano kasoro, alikuwa amebakiwa na lisali moja tu awe amefika nyumbani kwa baba yake, ambapo kwa makadirio aliamini ingemchukua zaidi ya nusu saa. Unadhani zoezi la upigaji liliendelea? Tayari alishatekenya gari yake aondoke. Suala la ndala za chuma lilipata wepesi wa ghafla mbele ya kauli fupi kutoka kwa baba yake, yani luten mstaafu. Wakati anahesabu watu kadhaa za tairi za matairi ya gari kuondoka eneo hilo, nyuma ilifuata bajaji, ikasimama nje ya geti la nyumba ya Jimmy. Hakuiona, hakuweza kutembea, alijitogeza kwa kiti mpaka alipokuwa meza, akainua kibadili masafa, yaani remote na kuzima runinga iliyokuwa iko wazi, kisha akageuka pembeni na kushika glasi ya maji. Aliipeleka mpaka mdomoni, kitendo kilichoandamana na kutikisika kidogo kwa mikono yake kutokana na misuli kumchoka. Alikuwa ni mzee sana. Alikunywa funda jepesi, kisha akatumia mkono wake kuufuta mdomo, kitendo kilichoyafanya masharubu juu ya mdomo huo yatikisike. Masharubu yalikuwa yamejaa weupe pe Johnny alitulia katika sofa mojawapo sebleni humo, hakujitikisa walau kidole chake cha mwisho katika mguu. "Johnny mwanangu," sauti kavu ikasikika na kumzindua mvulana huyo. Haikumfanya tu atambue kuwa hapo alipokuwepo alikuwa yuko mbele ya baba yake, bali pia kitendo cha kuitwa mwanangu na mzee huyo kilimpa shauku ya kumsikiliza. Alisahau ni lini aliwahi kuitwa jina hilo na mzazi wake huyo wa kiume. Naam, Luten, aliitikia. Mzee alitabasamu kidogo, kisha akaliweka sawa kote alilokuwa amelivaa akazungumza. Yawezekana kukuamuru uniite Luten ndiyo chanzo cha yote haya. Mzee aliweka nukta fupi na kuendelea. Mpaka ukajisahau kabisa kuwa wewe ni mwanangu, ukajisahau kabisa kuwa damu iliyokuwa mwilini mwako ni yangu pia. Umesahau... Mzee alishindwa kumalizia. Sauti yake ilijaa mtetemeko, haikueleweka ni masikitiko ama ni hasira. Akajisogeza tena na kiti chake chenye matairi mpaka ilipomeza na kuchukua glasi ya maji kwa mara nyingine. Johni alitulia tuli kumsikiliza, hakutaka kuongea mpaka pale ambapo angeruhusiwa, maana kungempelekea kuzusha mengine, ili hali hayo yaliyokuwepo hakuwa akiyajua. Mzee aliendelea kuzungumza. Wakati mama yako amefariki miaka kumi iliyopita nilihuzunika sana. Niliona kuwa nimepoteza faraja yangu muhimu zaidi maishani, lakini kila nilipolifikiria jina lako katika jeshi, nikajikuta napata nguvu mpya na matumaini. Leo ile nguvu imeyayuka mithili ya karatasi laini ndani ya maji. Umeniaibisha mwanangu. Captain amenipigia, ameniambia kuwa umeshindwa kumlinda Jimmy. Yaani ile sigara ambayo inaharibu afya yako taratibu taratibu, sasa umeanza kuiruhusu iharibu maisha yako kwa nguvu zote. Akamgeukia Joni ambaye muda wote macho yake yalikuwa yako chini, akayainua yalijaa wekundu mno. Mzee hakujali aliendelea kuzungumza. Anyway, labda nikakuruhusu leo urudi kazini, maana tayari wameshakufuta katika jukumu hilo. Sasa tuseme nikakurejesha, unadhani utaanzia wapi kuichunguza kesi hii Ebana. Na hiyo ilikuwa ni sehemu ya nane katika silsili nzuri inayokwenda kwa jina la Ndala za Chuma. Itakuwaje katika sehemu yetu ya tisa? Usikose. Jina langu ni Shama Chao.